Sisi tungetamani sana tuone ya kwamba kuna mrejesho kwa wananchi ya kwamba alichokiahidi Daktari Samia juu ya ajira 12 kimeenda kutekelezwa ndani ya zile siku 100, na nakumbuka siku ile waziri wetu wa utumishi alitoa ahadi ya kwamba usaidi utafanyika kwenye kila mkoa, maanake si tutaomba tu kwenye kila mkoa, maafisa habari walioko kule wawe engineer kuhakikisha kwamba usaidizi huo basi wananchi wanaujua wanaelewa sababu, kazi ya serikali ni tofauti na kazi ya kanisa au msikiti. Ukitoa mkono mmoja mkono mfuko mmoja mfuko mwingine utakiwa kufanya nini? Lakini huku ni all about promises, kwa sababu kipromis kitu ukifulfill, basi watu waone utekelezaji wako. Lakini kingine ni kuwaomba tu tuendelee kumpa kila wazo lililojema katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu ili na wao waweze kuwa think tank ya naibu waziri, manaibu waziri na waziri wetu. Tusifungwe kwenye cheo, kama mimi ni, ni, ni mkurugenzi wa michezo, au mimi ni mkurugenzi wa habari, au mimi ni wa utamaduni bado haiondoi uhalali wa wewe kutokufikiri nje ya boksi. Kwa hiyo ningetamani management yetu hii chini ya katibu mkwetu iendelee kwa think tank inayokata cross all sector ambazo ziko ndani ya wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Itakuwa na afya sana kwa sababu kila mwenye wazo akilisema, linaongeza thamani, linaboresha na mwisho wa siku huduma inakuwa ni njema kwa watu kyo, nitaomba, najua uh, ndugu yetu katibu mkuu wetu pamoja na, na kaka yetu hapa ni watu ambao wako friendly kabisa, na ndio maana hata mnaona transformation nyingi ambazo wanazifanya ziko based kwenye kuongeza morali na motisha katika utumishi. Basi sisi tuwape heshima ya kuwapa mawazo mapya, yani kuna wakati mwingine sio dhambi kuwaza kama katibu mkuu Unajua kuna wakati mwingine watu wanakuwa E, mimi sasa hapa nikisema hivi ataona kama nawaza cheo chake. Ah -ah. <laughs> Wewe ndio msaidizi. In fact nasemaga hivi, msaidizi anatakiwa kuwa na akili nyingi kuliko bosi. Kwa sababu yeye ndio analectify, yani yeye ndio anaweza kuona mapungufu, anaweza kumshauri. Sasa ukiona msaidizi anazidiwa na bosi, kila kitu anaelekezwa, jua kuna tatizo hapo. <laughs> Sasa, wewe lazima uwe na uwezo wa kuwaza na kumpa maono na unarahisisha kazi kwa sababu kati mkuu ataona wao ni timu ambayo iko well equipped, inaweza kanipa information sahihi muda wowote, na mimi nikafanya maamuzi.